Sasa leo tuko hapa mkoa wa Pwani e, kwa maana ya hapa Kibaha na pia Mlandizi a, kwa lengo la kufikia maafisa usafirishaji au wa, wa, wa madereva wa bodaboda, madereva wa bajaji na madereva wa magari kwa maana daladala, lakini pia tutafikia na malori kwa hapa Kibaha a, lengo hasa ni kuwakumbusha watumiaji hawa wa barabara Uh, umuhimu wa kuheshimu na kutii sheria na kanuni za usalama barabarani, lakini pia kuwakumbusha uh, mbinu za kujihami au dereva wa kujihami ili kuepusha au kuzuia ajali zinazoweza kuepukika. Uh, lengo kuu hapa sasa ni kuhakikisha kwa sababu barabara hii hapa tunavyoifahamu ni barabara ambayo iko bize sana, ni barabara ambayo ina matukio mengi ya ajali na ukiangalia madereva bodaboda wengi wanapaki maeneo ya hatari pembezoni kabisa mwa barabara, lakini vilevile wengi hawana helmet, wengi hawana uh, vile mavazi rasmi yale ya kuwasaidia kuonekana kama reflectors, lakini buti uh, kofia ngumu. Kwa hiyo tunajaribu kuwakumbusha umuhimu wa mambo haya ili kupunguzia athari zinazoweza kujitokeza. Uh, wanapo uh, makosa hayo yanapofanyika barabarani, makosa ya tunawaelekeza pia machangamoto au ku, sababu ya ajali wanapopandisha uh, abiria zaidi ya mmoja. Kwa maana tunamwambia dereva anapozidisha zaidi ya abiria mmoja, maanake uwezo wake wa kumudu kile chombo unapungua. Kwa sababu hiyo sasa, anaweza kupata ajali. Kwa hiyo Uh, sisi Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kwa kushirikiana na jeshi la Polisi kupitia kituo chetu hiki cha kikanda cha umahiri katika usalama barabarani tuna tumeshawafikia uh, wadau mbalimbali tumeshafikia watu zaidi ya elfu thelathini na tano katika mikoa mbalimbali tumefika mikoa Njo, e, Njombe e, Mbeya kule Songwe, Kigoma, Dar es Salaam, Zanzibar na sasa tuko Pwani. Lengo letu ni lilelile, kuwakumbusha watumiaji wa barabara uh, matumizi sahihi ya barabara na matumizi sahihi ya vyombo vyao na kwa usalama wao, lakini vilevile eh, kuwajengea uwezo sasa wataalamu mbalimbali katika eh, sekta mbalimbali mbali, mamlaka mbalimbali mbali, na w wa, watu wa mmoja mmoja, ili waweze sasa eh, kutoa taaluma zao uwezo wao naweza kusaidia taifa letu katika masuala ya usalama barabarani. Na kwa sasa tunaendelea na maandalizi ya, ya, tunaendelea na, kutengeneza eh, kozi mbalimbali mbali, kozi ndefu za muda mrefu eh, kwa ajili ya kuzalisha sasa wataalamu wa ubebevu katika masuala haya ya usalama barabarani. Lakini pia tutakuwa tuna kozi fupi mbalimbali mbali, za kuhakikisha Tanzania eh, tunatoa wataalamu hawa lakini kituo hichi sasa kihudumia Tanzania peke yake, ni kituo ambacho kimeanzishwa kwa ajili ya kutoa huduma hizi ndani ya Tanzania, jumuiya uh, ya Afrika Mashariki na uh, SADC. Kwa hiyo ni kituo ambacho kina malengo ya kwenda uh, zaidi ya mipaka ya Tanzania. Kama wao kubwa, nimeona wanaona wanakimbizana na muda, wanafikiria kwamba kwamba wakienda kusoma wanapotezewa muda lakini kuna wengine labda wanahofu kwa sababu labda hawajui kuandika au kusoma, kwa sababu kuna ndugu zetu ambao ni watu wazima hawajui kusoma au kuandika. Lakini sasa sisi kama jeshi la polisi, sasa hivi tumejipanga, wale wasiojua kusoma na kuandika kuna namna yao ya kuwatahini, ili waendelee kufanya kibarua chao, wasikose wa ugali wa watoto. Lakini mengine ni mapuuza tu na hii ambayo baadaye inawagharimu kwa sababu itafikia hatua leseni yako itakuwa imekwisha, utakuwa ujaenda shule, ina maana huwezi tena kuwa barabarani, kwa sababu ili uweze kukizi vigezo vya kuwa barabarani lazima uwe na leseni ambayo iko hai. Kwa sababu ukipata changamoto ya ajali, ili mtu uliombeba aweze kufidiwa na bima ya chombo chako ulichokata, na lazima kigezo kimoja hapo kiwe leseni ambayo iko hai. Kwa hiyo, labda tutoe wito tu kwa madereva kwamba ni muhimu sana, sana sana wasome, wasiogope kwenda shule kusoma, hata kama ujui kusoma na kuandika ukienda pale, sisi tunajua namna bora ambayo wewe tutakufanyisha mtihani na utaweza kupewa cheti chako na kuendelea na maisha yako. Kwa hiyo, ukizembea itafikia wakati utakuwa huna ugali, kwa sababu utakuwa huna vigezo vya kuwa barabarani. Kwanza mimi ni wapongeze sana NIT kwa hili ambalo, au katika zoezi hili ambalo mnalifanya, hususan masuala ya usalama barabarani, especially kwa hawa maafisa wa usafirishaji ambao maarufu tunaweza kusema bodaboda kwa kweli mimi niwapongeze sana sana sana sana. Elimu hii ni muhimu sana, mimi nasema iendelee au iendelezwe, kwa sababu kundi hili ni wahanga wakubwa sana, ambao au waathirika wakubwa sana wa ajali za usalama barabarani. Wakati kwa elimu hii nadhani wengi watakuwa wamejua kwamba wanapotumia barabara vitu gani wanapaswa kuwa navyo na vitu gani hawapaswi kufanya. Kwa elimu hii nadhani imekuja wakati mwafaka kabisa. Kwa jina naitwa Daudi Johni, katibu wa bodaboda kata ya Mkuza. Nashukuru kwa hii elimu ambayo imetoka usiku ya leo, kwamba na imani kwamba baadhi ya bodaboda wengi sana watakuwa wamejifunza kitu fulani, maana hizi elimu huwa zinatoka kwa muda kwa muda mfupi mfupi sana huwa inakuja kuelimishwa kuhusu usalama barabarani na utumiaji utu, utu, wa vyombo vya moto barabarani na imani bodaboda wengi budaboda, kwa sasa hivi tofauti na miaka ya nyuma mwanzo tulivyoanza bodaboda, kwa kweli ajazi kwa nyingi barabarani, tofauti sasa hivi, hadi siku zinavyoenda ajazi zidi zidi kupungua kwa sasa hivi, kwa uelewa ni mwingi sana sasa hivi, na hata watu wanachoambiwa kitu huwa wanakifanyia kazi tofauti na miaka ya nyuma, kwa sababu mtu akikua atajifunza pikipiki leo, kesho barabarani. La kukwili, boda boda chahidi, njia, Anga, a, toke, lakini sasa hivi nashukuru Mungu kwa kweli bodaboda wengi ni waelewa na wanajitahidi wanapokuwa njiani kufuata sheria zile, angalau ajali itatokea, lakini sio mara kwa mara kwa sasa hivi. Mimi naitwa Hamadi Shabani Kanyenyela. Elimu hii itatusaidia sisi madereva pia kwa kutuelimisha barabarani, pia kupatikana kwa madereva wasiokuwa wasiokuwa na sifa za uzoefu kwao itatusaidia sana sisi barabarani na, ku, na kuondolewa wale madereva ambao, ambao, ambao wamepata leseni isivyo wa halali kwa hiyo itatusaidia sana kuondoa changamoto nyingi sana barabarani. Ujumbe ujumbe muhimu kama walivyotokea chuo cha usafirishaji, maana kuna vyuo vingi zaidi ya chuo cha usafirishaji. Ni, ni muhimu kwenda kusoma na kuwa dereva kamili barabarani. Zaidi ya hivyo hamna udereva.